Hayo yameelezwa na askofu wa KKKKT Dayosisi ya Meru, askofu Elias Kitoi Nasari wakati wa hafla fupi ya chakula cha mchana yenye lengo la kuchangia chuo cha ufundi Akeri kilichopo katika Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa katika kipindi hiki ambacho serikali inakaza kutoa mafunzo ya amali kwa wanafunzi wanaoingia katika vyuo vya ufundi Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limejikita katika kuhakikisha kwamba elimu inatolewa katika vyuo mbalimbali vilivyopo katika diocese ya Meru inakidhi matakwa ya kiserikali. Ramani na ujenzi umeshaanza. Kwa hiyo naamini kwa rambea leo tutakuwa tumefikia mahali pazuri. Karibuni, na kila mtu anakaribishwa kuchangia na hasa nyakati hizi ambazo serikali yetu inakaza habari ya elimu ya amali, e, vijana wetu wanaomaliza darasa la saba au kidato cha nne, lakini wapate mafunzo hapa tayari wajiajiri wenyewe. Aidha, ametoa wito kwa wakazi walioko nje ya mkoa wa Arusha kuchangia chuo hicho kwani kitakuwa na manufaa kwa ajili ya watoto wao na jamii nzima kwa ujumla. Tunapenda kuwakaribisha na kuwaalika wale wote wanaotoka eneo hili la Meru walioko mikoani, tunawaalika waweze kutuunga mkono katika shughuli hii kwa sababu inatuhusu. Tunamwalika kila Mtanzania mwenye nia njema na shughuli hii aweze kutuunga mkono mkuu wa jimbo la Magharibi KKKT mchungaji Franaeli Sanja amesema kuwa hadi kukamilika kwa chuo hicho kitagharimu zaidi ya shilingi bilioni moja. Tumekuwa na hafla ya chakula cha mchana pamoja na Mheshimiwa Baskofu Elias Kitoi Nasari, mkuu wetu wa dayosisi ya Meru kwa ajili ya chagizo au harambee ya kupata fedha za kuendeleza choche majengo ya chuo chetu cha ufundi Hakeri, ambacho kitakapokamilika kitagharimu jumla ya shilingi bilioni moja na milioni mia nne za Kitanzania, na ninaamini kwamba fedha hizi ambazo zimepatikana kwa siku ya leo zitakamilisha kumimina uh, jengo letu hili la kwanza ambalo tunatazamia kwamba madarasa mwakani, ikimpendeza Mungu, tutaanza kutumia madarasa machache katika jengo hilo. Jengo litakuwa na sakafu nne, yaani ghorofa tatu kwa upande wa kwanza, ikianza sakafu ya, ya ardhi basement floor, na kwa upande wa pili ghorofa mbili, yaani sakafu tatu. Jumla ya vyumba vya madarasa vitakuwa kumi na vinne ofisi kwa kila darasa na vyoo vya ndani vinne maalum na vyumba kumi kwa ajili ya wanafunzi. Nao baadhi ya washiriki wa hafla hiyo wameeleza matumaini yao: mara baada ya kukamilishwa kwa chuo hicho, manufaa yatapatikana mengi, kwa sababu badala ya kijana kutegemea kuajiriwa sasa, wao wataajiri na kujiajiri wenyewe. Watatoka kwenye dhana ya ku kukaa na kuzunguka na vyeti tu, badala yake sasa kuingia katika mfumo wa kujikubali na kujiajiri, kwa sababu ni chuo ambacho kimebeba kozi nyingi zenye ubunifu wa hali ya juu na zenye kumfanya kijana atoke kwenye masuala ya kujiajiri na kujitegemea na kujikwamua katika uchumi. Naona matarajio mengi, kwa sababu hata sisi wakina mama tunaweza tukapata ajira kwa ajili ya hicho chuo, tunaweza tukauza hata matunda tukauza e, vifaa mbalimbali, vyakula hivyo. Na matarajio mengine tunayoona, mbeleni, vijana wetu wataenda kutafuta ajira mbali, watapata ajira kwa karibu kutoka katika viwanja hivi vya KKKKT Jimbo la Magharibi. Mimi ni Elihuru Machao, Upendo TV, habari.